Media TV. Siku zote tunazidi kawaida kawaida. kawaida. kawaida. kawaida. kawaida. Majina, naitwa Daktari Noel Crispin Komba. Nimechukua fomu, nimetia nia katika nafasi ya ubunge kwa jimbo la Mbinga mjini. Ah, labda watu wengi wanaweza wakajiuliza kwa nini nimetoa au nimechukua fomu kugombea nafasi ya ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi kwa jimbo la Mbinga mjini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 barabara bado ni mabovu, vijana wengi bado hawana ajira za, za uhakika. Sasa, tunafanyaje tuwezi kuishia kulalamika tu? Lazima tukae pamoja, tushirikiane pamoja, ili tuweze kujenga nchi hii. Naamini, kama tutashirikiana vizuri hizi changamoto zina tatulika. Hakuna watu wanasema, hakuna mkate mkate mgumu mbele ya chai eh, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Mimi na mimi tukishirikiana vizuri tutaweza kupiga hatua